Karibu sana kwenye Yanayojiri Mitaani TV, kituo kinachokuletea elimu ya afya moja kwa moja kutoka mitaani. Leo leo tunakuletea kichocheo cha afya kilichojaa uzuri wa asili, asali. Je, Unajua kuwa kijiko kimoja cha asali kina uwezo wa kutibu maradhi, kuongeza nguvu, hata kuboresha usingizi? Endelea kutazama na kusikiliza ujifunze faida kumi kubwa za asali kwa afya yako. Faida ya kwanza, huimarisha kinga ya mwili. Asali ina antioxidant Ambayo, vir, ambayo na virubitisho vyake vinavyosaidia mwili kupambana na magonjwa kama mafua, kikohozi na maambukizi. Ni tiba ya asili inayowezesha mwili kujikinga dhidi ya mashambulizi ya bakteria na virusi. Faida ya pili, hupunguza kikohozi na maumivu ya koo. Faida ya pili, unapochanganya asali na maji ya moto au tangawizi, hupunguza kikohozi na kupoza koo. Ni tiba rahisi, salama na yenye ufanisi hata kwa watoto. Faida ya tatu, husaidia kulala vizuri, yaani kupata usingizi mzuri. Kijiko cha asali kabla ya kulala husaidia kutuliza akili na mwili. Inaongeza utoaji wa homoni ya melatonin ambao ni muhimu kwa usingizi mzuri. Faida ya nne, huongeza nguvu mwilini. Asali ni chanzo kizuri cha sukari ya asili inayoyeyuka haraka mwilini. Watu wanaofanya kazi nzito au michezo wanaweza kutumia kuongeza nguvu na kuepuka uchovu wa ghafla. Faida ya tano: husaidia mmeng'enyo wa chakula. Asali ina enzymes zinazosaidia kusaga chakula vizuri. Inazuia gesi tumboni, choo kigumu na matatizo ya tumbo kama vidonda. Faida ya sita: hupunguza uzito kwa njia asilia. Ukipunguza matumizi ya sukari ya viwandani na kutumia asali badala yake, unaweza kusaidia kupunguza uzito. Kunywa maji ya moto yaliyochemshwa yaliyochanganywa na asali na limao kila asubuhi. Faida ya saba: dawa ya ngozi na vidonda. Asali ni antiseptic ya asili. Inapotumika kwenye vidonda au sehemu za ngozi zilizoharibika, husaidia kuua bakteria na kuharakisha kupona. Pia husaidia ngozi kung'aa na kuondoa chunusi. Faida ya nane: huongeza nguvu za ndoa, nguvu za kiume na uzazi asili. Asili ya asali ni maarufu sana kama kichocheo cha hamu ya tendo la ndoa. Inaaminika kuongeza stamina kwa wanaume na kusaidia mwanamke kwenye afya ya uzazi. Faida ya tisa, huongeza njaa kwa wenye kushindwa kula. Kwa watu waliopoteza hamu ya kula, kijiko cha asali huchochea hamu ya chakula. Ni suluhisho la asili kwa watu wagonjwa au waliodhoofika. Faida ya kumi, dawa ya maumivu ya tumbo kwa watoto. Kwa watoto wenye matatizo ya tumbo, ge, tumbo ama gesi au kukosa usingizi, asali hutoa utulivu wa asili. Lakini kumbuka usimpe mtoto chini ya miaka kumi na mbili asali kwa sababu ya hatari ya bakteria. Hitimisho na mwito wa watazamaji na wasikilizaji: asali si tamu tu, bali ni tiba ya ajabu kutoka kwa nyuki wa Mwenyezi Mungu. Tumia asali kwa afya, si tu kwa ladha. Je, wewe umetumia asali kwa njia gani? Tuandikia kwenye sehemu ya maoni. Usisahau kusubscribe, kulike na kugonga kengele ili upate video zetu zaidi kama hizi hapa Yanayojiri Mitaani TV. Tukutane kwenye kwenye video nyingine ijayo. Afya ni mali. Hii ni Yanayojiri Mitaani TV.